Ni pigo kubwa tena kwa wakazi wa eneo bunge la Likuyani, eneo pana la Lugari na wakoa wa Kenya wote, kufuatia taarifa za kifo cha daktari Enok Kimbunguchi aliyekuwa mbunge wa eneo bunge la Lugari. Tukio hili limejiri wakati ambapo eneo hilo linaendelea kumwomboleza marehemu Cyrus Jirongo mbunge wa zamani aliyemtangulia Kimbunguchi. Tunaungana naye moja kwa moja mwanahabari wetu Masharia Mbugwa. Labda tu tuanze kwa mashari ya huu jambo, na umeweza kuzungumza je, na familia ya marehemu, na labda kama kuna tetesi zozote kuhusiana na kifo chake Kimbuguchi kufikia sasa? Si jambo, Ruga. Niko katika eneo la Soy, eneo la bunge la Likuyani, ambayo hapo awali ilikuwa ni eneo bunge eneo pana la Lugari kabla ya kugawanyishwa mara mbili na kukua eneo la Lugari na eneo la Likuyani. Ikizingatiwa ya kwamba huyu ndiye aliyekuwa mbunge kuanzia mwaka wa elfu mbili kumi na tatu na tamu yake ya kwanza, na kisha akakuwa mbunge wa eneo bunge la Likuyani kwa tamu zingine mbili. Hii ni pigo kubwa kwa wakazi wa eneo hili, ikizingatiwa ya kwamba mbunge huyu ndiye aliyetoka na kuridhiwa na mbunge wa sasa, na licha ya hiyo yote, bado inaonekana alikuwa na juhudi ya kurudi katika kinyang'anyiro hili ifikapo mwaka wa elfu mbili ishirini na saba. Ikizingatiwa ni kweli umesema ya kwamba ni pigo kwa wakazi wa eneo hili pana la Lugari, ikizingatiwa ya kwamba bado unaendelea kumwombeleza aliyekuwa mbunge wa mbeleni Cyrus Jirongo katika eneo ambaye anatarajiwa kuzikwa mwisho wa mwezi huu, na pia kwa viongozi na familia wameweza jitokeza kwa wingi huku wakikashifu uh, pia wakikashifu tu kifo hicho, na ni kweli ya kwamba kuna tetesi, baadhi ya tetesi ambazo wameweza kutaja zikitoka tu si kwa viongozi bali pia kwa familia wakisema ya kwamba hali ambayo aliipitia kabla ya kifo chake. Ikumbuke ya kwamba aliweza kupelekwa katika hospitali moja hapo jijini Eldoret ambapo amekuwa akipokea matibabu kwa zaidi ya siku kumi na hapo jana usiku ndipo alipoifungia dunia ya mkono. Labda tu niweze kupitisha uh, uh, habari hii kutoka kwa uh, wale familia na viongozi ambao walizungumza hapo awali asubuhi, baada ya kuzuru hospitali hiyo na kufuatilia kifo cha banda zake and at about uh, 11:30 last night mheshimiwa pastor

Ni tetesi kutoka kwa familia na viongozi hawa, ikizingatiwa ya kwamba wanasema hali ya sumu ya chakula au kinywaji haiwezi uh, kumpitisha kile ambacho mwenda zake alikipitia kwa hizo siku kumi akiwa hospitalini, wakisema ya kwamba ilimletea matatizo mengi na kila mara walipokuwa na imani ya kwamba anazidi wanapata nafuu, tatizo lingine lilikuwa likitokea ambayo watakuwa wakisema na matatizo ya mapafu, wanataka kufanya upelelezi wa kipekee wa kifamilia waki wakisema, hawahitaji serikali kuingilia kati za upe, upelelezi ili kupata kiini, haswa na kuridhisha familia ya kwamba labda kifo chake uh, ni kile cha kawaida au sio? Ni malalamishi ambayo wanaweza kupata majibu pia. Ni hali ambayo tutakuwa tukifuatilia ruga, na pia tutaweza kuzungumza na baadhi ya wakazi kutoka eneo hili, watueleze tu jinsi wanavyohisi, kizingatiwa kwamba ni msimu wa sherehe za Krismasi na hivi sasa wamepigwa pigo kubwa. Viongozi watazidi kumiminika, tunaelezewa, baadhi yao wanaelekea nyumbani huko uh, kwa marehemu huyo uh, uh, Enoch Kibunguchi na pia sisi labda tutaweza kupitia hapo kufuatilia tu vipi hali ilivyo katika nyumbani yake, lakini kwa sasa naomba nirudishe kwako kwa Eva kwa studio. Naam, uh, asante sana Mashari Mbogo, bila shaka mtazamaji, tukimpokea moja kwa moja kutoka eneo hilo la Soy.